ana wa kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi amelaani ubomozi wa biashara yake karibu na uwanja wa Nyayo akitaja hatua hiyo kama ya kumuandama kisiasa. Akizungumza alipozuru eneo hilo, Wamatangi amesema kuwa walikuwa wamepata amri ya mahakama ya kutobomolewa kwa eneo hilo ila serikali ikakiuka amri hiyo. Ameahidi kuhakikisha haki yake inapatikana akihoji kwamba hatakoma kuwafanyia kazi wenyeji wa kaunti ya Kiambu. Zablon Macharia anatufungulia taarifa zetu leo hii. Eneo la kibiashara linaloaminika kumilikiwa na gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi limebomolewa Alipozuru eneo hilo na lililoko karibu na uwanja wa Nyayo, Gavana Wamatangi amesikitishwa na no ubomozi huo, akisema kuwa alianza kuchumia eneo hili takriban miaka 40 iliyopita akibaini kuwa walikodi sehemu hii ya ardhi kutoka kwa shirika la reli, ila baada ya jitihada yake pamoja na wafanyi biashara waliokuwa pale, sasa wanakadiria hasara ya mamilioni. Nimejilelea hapa kutoka kijana, na wakati nilikuja hapa, nilienda mpaka kule kwa watu wa reli, nikachukua lease ya 65 na ninalipanga kila wiki, kila mwezi tunalipa kuna watu wa kuuza chakula kidogo pale, kuna mtu alikuwa naka hoteli, watu wa kinyozi, wote imebomolewa usiku wa leo, na mimi nasema poleni kwa hawa pia. Ameongeza kuwa walikuwa wamepata amri ya mahakama ya kusitishwa kwa ubomozi, ila hamna aliyeheshimu amri ile ya mahakama. Even one time hakukua hakuna notice, na kama mtu ako naye aseme ako naye, sisi tuko na hata wakati walijaribu kututisha mara tatu. Huyu ndiye wakili wetu, na huyu ni wakili wetu, na wako na hizi court orders hapa. Hii wakili unaweza shika, na wewe uko na hii nyingine. Tuko na court orders which was signed. Wakati tulisikia wanatutishia wanakuja usiku, wamekuja karibu mara tano mfululizo. Na kwamba jana asubuhi reli walikuwa na sisi kutini, na magistrate akapatiana order ya kusema wasiingie hapa na wasibomoe chochote. Saa tisa jana wote walikuwa wamesaviwa hadi OCPD wa railways wote walikuwa served, kwa hivyo kuja kwao jana usiku was an act of impunity. Yes, completely wanasema koti haijali na hata yale ambayo inasemwa haijalishi chochote, so what was done was illegal and we shall be moving we equally serve the attorney general and will be citing every one of them ili wakuje na waseme ni kwa nini walifanya ambayo ambayo koti ukimesema isifanyike, na ili kuhakikisha napata haki kutokana na hasara aliyoipata mimi, nitakuja hapa hawa wachungaji wakinilete. Nimefanya kazi miaka arobaini, kwa siku arobaini nitakaa hapa kwa hii mabati yenye wamenibomolea kazi yangu 40 days, na nitafast bila hata kukunywa maji, nikikaa hapo mchana na usiku mpaka jawabu na jibu itoke ya kwa nini mimi nilikuja kuteswa, ni makosa gani nime... Ni ni wakati huo huo gavana wa Matangi amesema hatakata tamaa kwani anaandamwa kisiasa za wanaowania wadhifa wa gavana katika kaunti ya Kiambu, ila katu hatakubali kunyamazishwa hata akihujumiwa.